Kanuni ya nne ya kuupokea mwezi wa Ramadhani ni kusameheana, kusameheana, kusameheana. Ramadhani kama vile kwa jina lake unavyofahamika ni shahrul ghufran, ni mwezi wa kutaka msamaha. Basi na wewe anza kusameheana na viumbe vizio. Kuna watu paka leo, pamoja na huzuni kubwa sikitiko kubwa kuzungumza maneno hayo, lakini hawazungumzi na jamaa zao wa karibu kabisa. Mtu hazungumzi na mzazi wake, mtu hazungumzi na kaka yake, mtu hazungumzi na ami yake. Ukenda kutafuta sababu, unatafuta kwamba ni jambo la kidunia tu ndo wamegombana dunia, wa dunia ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mukhtasari wake Ufupisho wa hii dunia, Allah ameona asielezee zaidi ya aya tatu katika sura ndogo, ili sote tuwe tuifahamu hiyo sura ndogo. Aya ya tatu ndio mukhtasari ya dunia hii ambayo kwamba tuwaishi tukamenyana, tukasema mimi nitakupeleka sehemu fulani, nenda misiogopi. Mwenyezi Mungu ameifupisha katika aya tatu tu, sote twaijua aya hizo.

Kisha anaelezea kwamba mwisho wako ni kitu gani?